Kwenye mahusiano nimekuja kujifunza kitu kimoja ambacho natamani na wewe pia kujifunze. Nimekuja kujifunza kwamba kuna kitu kinaitwa eh, boundaries. Kuna kitu kinaitwa tolerating ability. Tunapozungumzia boundaries, tunazungumzia mipaka. Tunapozungumzia mipaka, tunazungumzia mambo ambayo mtu hawezi kabisa kuyavumilia. Lakini pia tunapozungumzia tolerating uh, ability, tunapozungumzia, tunamaanisha uwezo wa mtu kuvumilia na kubeba mambo. Nimekuja kugundua kwamba kitu ambacho wewe unaweza ukavumilia ni kitu ambacho mwingine hawezi kuvumilia, kitu ambacho mwingine anaweza akakivumilia, wewe pengine unaweza ukawa hauwezi kuvumilia. Ndio maana kuna watu ambao wameachwa kwa makosa ambayo wewe ulifanya ukasamehewa, lakini pia yawezekana wewe ukamwacha mwenzi wako kwa makosa ambayo mwingine alikifanyia mwenzi wake, anapata msamaha. Ndio maana kupitia hii video unataka tujifunze makosa ambayo ukimfanyia mwanaume inaweza ikawa ni vigumu sana huyo mwanaume kuachilia msamaha, ili ujue ni, ni, ni, ni mipaka ipi ambayo hautakiwi kuivuka wakati ambapo unafanya makosa. Kosa la kwanza ambalo ni vigumu sana mwanaume kusamehe kama utamkosea ni kudharau wazazi wake. Wanaume wengi wanaamini kwamba mwanamke asiyeweza kuheshimu wazazi wake ni mwanamke ambaye hawezi pia kumheshimu yeye mwanaume. Anaamini kwamba kama umeshindwa kuheshimu wazazi wangu, kama umeshindwa kumheshimu baba na mama yangu, lakini wewe hauwezi ukaniheshimu mimi. Lakini pia wanaume wengi wanaamini kwamba mwanamke asiyeheshimu wazazi wa mumewe hawezi kuwa daraja zuri la mahusiano bora kati ya yeye mwanaume na watoto ambao watazaa. Kwa kufanya hivyo, nakuta ukifanya kosa la lolote lile ambalo linaweza likaashiria kitendo cha kuwadharau wazazi wake, inaweza ikawa ni miongoni mwa makosa ambayo hauwezi kabisa kupata msamaha. Kwa nini? Kwa sababu ukiwakosea wazazi wake watabaki na kinyongo, ukiwakosea wazazi wake watabaki eh, ukiwadharau wazazi wake watabaki na, na, na, na, na, na, na, na, na majeraha. Kwa hiyo yale majeraha yanaweza yakamfanya ya mtoto wao ambaye ni mwanaume wako akakosa ujasiri wa kuzungumzia kwa namna ambayo ni nzuri akiwa pamoja na wazazi wake. Na usisahau kwamba wazazi wetu ni kati ya authority authority figures. Tunaposema authority figures, tunamaanisha watu ambao wana mamlaka makubwa kiasi kwamba kauli zao zinaweza zikawa na nguvu kubwa sana kwenye maisha yetu. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba wanashindwa kusamehe, sio kwa, kwa, kwa sababu nyingine yote, ni kwa sababu wazazi wake wamepoteza ule moyo ambao walikuwa nao kwako kwa, kwa, kwa sababu ya wewe kuwa dharau. Kitu cha pili ambacho kafanya kikamfanya mwanaume ashindwe kukusamehe ni kudanganya jambo muhimu. Kati ya kitu ambacho wanawake wanashindwa kujua ni kwamba wanaume wanafikiria kwa logic. Mtu anayefikiria kwa logic, tafsiri yake ni kwamba kama ilikuwa hivi ikawa hivi, je, ikiwa hivi. Kwa mfano, ikitokea kwamba umeingia kwenye mahusiano na mwanaume alafu aka kuuliza maswali fulani kuhusiana na pasti yako, ukamjibu vizuri kuhusiana na maswali ambayo amekuuliza, alafu baada ya muda akagundua kwamba yale maelezo ambayo ulimpa ni tofauti na uhalisia jinsi ulivyo. Tafsiri yake anaanza kuwaza kwamba kama huyu mtu aliniambia hivi, alafu nimekuja kufuatilia, nimegundua iko hivi, tafsiri yake ni kwamba kuna vitu vingi sana anadanganya. Sasa hii inaitwa generalization. Tafsiri yake ni kwamba anapoteza kabisa imani kwenye maeneo mengine yote. Na akipoteza imani inakuwa ni vigumu sana kukusamehe. Kosa la tatu ambalo unaweza ukalifanya kama mwanamke na mwanaume akashindwa kusamehe ni matumizi mabaya ya fedha au matumizi ya kificho. Tunapozungumzia matumizi mabaya ya fedha, tunamaanisha kitu chochote ambacho utafanyia fedha ya mwanaume wako. Lakini kikawa hakina impact nzuri kwenye kwa habari ya matokeo. Kwa mfano, kuna wanawake wanatumia fedha za wanaume zao kuchezea michezo fulani fulani, alafu ile michezo inapelekea zile fedha zinapotea. Tafsiri yake unamfanya mwanaume wako ajue kwamba hauko makini na zile fedha zake, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, unashindwa kuthamini jasho lake, kwa sababu mwanaume ana muunganiko mkubwa sana wa kihisia ya kati yake yeye na fedha anaoitafuta, kwa sababu ni fedha ambayo anaitolea jasho, anaumiza kichwa. Wakati mwingine unaweza kukuta kwamba anakutana na dharau au na, na, na, na masimango akiwa kipindi ambacho anaitafuta. Kwa hiyo ukifanya matumizi yoyote ya fedha katika namna ya kificho au katumia fedha yake katika namna iliyo mbaya, ili jambo linaweza likakufanya ushindwe kwa sababu kusamehe. Tofauti ni kwamba unaweza ukamkosea mwanaume leo alafu adhabu yake akaja kufanya miaka miwili baadaye, kwa sababu anakuwa anatafuta upenyo wa sehemu ipi ambayo anaweza akafanya maamuzi, ili usije ukaona kwamba amefanya maamuzi kwa sababu ya jambo fulani. Kosa la nne ambalo kama mwanamke unaweza ukalifanya mwanaume akashindwa kusamehe ni kumdharau, ni ku, eh, ni kumwaibisha katika kadamnasi, ni kumwaibisha Yaani kumfanya mwanaume wako adhalilike hadharani. Tunapozungumzia kudhalilika haina maana kwamba kumfokea, haina maana kum, kumtukana. Hiyo inawezekana ni sehemu ndogo sana ya kumdhalilisha. Tunapozungumzia kumdhalilisha mwanaume ni kufanya kitendo chochote ambacho kinaweza kikaa kinaufanya wanaume wake usionekane wa maana chochote, kumfanya, ni wa kitendo chochote kinachoweza kumfanya aonekane ni mwanaume wa ovyo. Ni kitendo chochote kinachoweza kumfanya mwanaume aone kama udhaifu wake umeanikwa na umekaa nje. Kwa hiyo kitu chochote ambacho kinaweza kikaashiria kumdhalilisha mwanaume, jua kwamba kinakaa kwenye moyo wake na hilo kosa unaweza usipate kabisa Msamaha. Na kosa la tano ambalo unaweza kulifanya ni usaliti. Yes. Ikitokea mwanaume amekufumania na mwanaume mwingine au kapata uthibitisho wote wa kwamba ulikuwa na mwanaume mwingine kipindi ambacho upo naye kwenye mahusiano, inaweza ikapelekea pia akashindwa kusamehe. Sasa tunapozungumzia usaliti kwenye mahusiano, hatumaanishi tu kitendo cha mwanaume na mwanamke kushiriki tendo. Tunamaanisha uhusiano, eh, tunazungumzia usaliti katika namna mbili. Namna ya kwanza ni direct, na namna ya pili ni indirect. Tunapozungumzia direct tunamaanisha kwamba mnafanya kitu kinaitwa physical contact. Ni gusano ya mwili ambayo inaweza ikahusisha romance, wakati mwingine inaweza ikahusisha sex, lakini kuna namna ambayo ni indirect ambayo inaweza ikawa ni either kuchati na mwanaume mwingine ukamuita baby hani sweet, yani kitendo cha kuentertain mwanaume mwingine ukiwa kwenye mahusiano na mwanaume wako, hii yote tuna inaingia katika eneo la usaliti. Kwa mwanaume akifika point akagundua kwamba umefanya usaliti kipindi ambacho uko naye kwenye mahusiano, ili ni moja kati ya kosa ambalo linaweza lisipate msamaha. Sasa kwa uzoefu wangu ambao ninao mpaka sasa, nimegundua kwamba mwanaume anaweza akasalitiwa yeye binafsi akawa anatamani kukusamee lakini akifikiria kwamba jamii inamtemu mwanaume aliyemsamehe mwanamke msaliti kama mdhaifu, anashindwa kukusamee. Labda niweke vizuri, ni kwamba mimi ninaweza nikawa natamani kumsamee mwanamke wangu kwa sababu ninaamini kwamba binadamu tunakosea, lakini nikifika point nikaanza kuwaza kwamba jamii itaniona mimi ni mdhaifu kiasi cha kumsamehe mwanamke au kiasi cha kushindwa kumchukulia hatua, ndio hapo sasa ili kosa itafika hatua linakosa msamaha. Kwa nini? Kwa sababu mwanaume yuko tayari kupigana vita yoyote ambayo inalenga kumfanya aonekane yeye ni mdhaifu. Kwa hiyo atapigana vita kuhakikisha kwamba yeye yeah, sio mdhaifu kama ambavyo watu wanafikiria. Kwa hiyo kuna idadi kubwa sana wanaume ambao walishindwa kuwasamewa na wake zao baada ya kusaliti sio kwa sababu walikata walikuwa hawataki kuwasamehe, ni kwa sababu waliogopa familia zitaona ni wanaume wadhaifu, waliogopa familia zitaona ni wanaume wasioweza kuwachukulia hatua, waliogopa kuonekana kama ni wanaume ambao wametekwa, ni wanaume ambao wametawaliwa kiasi kwamba wanashindwa. Natamani nisikie kutoka kwako sasa, ni kitu gani ambacho umewahi kumfanyia mwanaume alafu akakataa kabisa kusamehe? Tuandikie kwenye comment, ili sisi tunafuatilia tujifunze zaidi kupitia experience ya mahusiano yako. By the way, kama ni mara yako ya kwanza unafuatilia chaneli yetu, mimi naitwa Isaac Nsumba, ni mwalimu wa masuala ya mahusiano chumba na ndoa. Ninaomba usubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mmoja kati ya watu ambao wataendelea kunufaika na video zetu kila siku. Thank you very much.